Uh, sasa ndugu zangu leo hii tutaangalia faida kuu tano za mashonanguo kwa kuku. Mashona nguo ni nini? Ni, ni, ni, jina nadhani la Kiswahili, lakini kila sehemu kuna namna ambapo wao wanaweza wakawa wanaita mmea uh, wa mashonanguo ni kama huo unaouona hapo kwenye video. Kwa hiyo huu mmea unaweza ukautumia kwa matumizi ya kuku na ukapata matokeo makubwa na mazuri na ukakusaidia kabisa kupunguza gharama za ufugaji kwa sababu mmea huu una, unapatikana tu porini na mara nyingi hauwezi ukaenda usehemu ukaununua hapana. Ni kitu ambacho utakitumia bila kutumia gharama yoyote ile na kitakupa matokeo makubwa sana. Sasa huu mmea una maajabu sana sana kwa kuku. Ah, nisikilize mpaka mwisho ili uweze kujua ni faida gani ambazo utazipata kama utaweza kuutumia vizuri nzuri huu mmea wa mshona nguo. Nitakupa faida kuu tano za haya mashona nguo. Faida ya kwanza ya haya mashona nguo, mashona nguo yanasaidia sana kwenye vidonda. Kwa mfano kuku wamedonoana wanatoa damu au kuku unaona na kidonda sehemu anatoa damu, labda amepata ajali yoyote ile ina, ambayo inampelekea damu yeye kutoka, basi ukichukua haya majani ya mshona nguo ukayafikicha halafu ule mchuzi wake utakaopatikana ukaupaka, basi damu huwa inakata hapo hapo, na kuku anaacha kutoa damu na kile kidonda kinapona na kukauka. Aa, faida ya pili ya haya mashona nguo, haya mashona nguo yanasaidia sana kwenye kutibu magonjwa yote ambayo yana miharo, kama magonjwa ya typhoid, magonjwa ya kipindupindu na miharo mbalimbali ambayo hauielewi. Unaweza ukawa shambani kwako unakuta miharo ya brown nyeupe njano basi ukiona hii miharu haieleweki, nakuletea dalili kama za typhoid kama za kipindupindu, basi ukitumia haya mashona nguo huwa hiyo hali inakata kabisa. Ukiwapa kwa siku tatu mfululizo, utaona matokeo makubwa kabisa. Faida ya tatu ya mashona nguo huwa yanasaidia sana kwenye kuondoa sumu kwenye mwili wa kuku. Kwa mfano Uh, kuku wako umewapa sana madawa fulani, labda madawa ya dukani ulikuwa ukiwapa sana ukawa overdose, au wamekula kitu fulani ambacho kina athari kwenye mwili wao, basi ukiona hiyo hali unatakiwa ufanye haraka, uwasajie haya majani ya mshona nguo. Kuna wakati kuku unakuta anaumwa na uelewi anaumwa kitu gani, kwa sababu ulishamtibia amepona, lakini bado anaonesha ile hali ya kunyongonyea, hali chakula vizuri. Na ukimchukua yule kuku ukampasua ndani unaona amevimba ini, amevimba labda ana figo, ini, vitu kama hivyo, vile viungo vya ndani vile vimeharibika. Hiyo huwa inasababishwa na vitu viwili, naweza kuwa alikuwa na ugonjwa wa muda mrefu, kama typhoid imemsumbua kwa muda mrefu, au athari za madawa, umetumia madawa mengi kwa wale kuku mpaka miili yao imekuwa kama inasumu. Kwa hiyo ukiona changamoto kama hii, tumia mashona nguo. Haya mashona ya nguo yana uwezo wa kuondoa sumu kwenye mwili wa kuku kwa muda wa siku tano. Ukifanya kwa muda wa siku tano, kuku wako wote watarudi sikua wa sawa na wataendelea vizuri. Hata kama walikuwa wana magonjwa, basi utaweza kuwa umewatibia. Aa, na faida ya nne ni ha, ha, haya majani ya mashona nguo yana kiwango kikubwa sana cha fibers. Uh, fibers zenyewe huwa zinasaidia kwenye mmeng'enyo wa chakula. Ukitaka kuku wako ale protini vizuri, ale wanga vizuri, na virutubisho vyote ale vizuri na vifanye kazi vizuri kwenye mwili wake, basi natakiwa utumie vitu ambavyo vina fibers, na haya majani ya mashona nguo ni moja wapo ya kitu ambacho kina kiwango kikubwa sana cha fibers. Ukiwa unawapa kuku wako, mmeng'enyo wa chakula utaenda vizuri na wataweza kuwa na afya bora kabisa. Na faida ya tano, haya majani ya mashona nguo yanaimarisha kinga ya mwili wa kuku kwa kiwango kikubwa sana. Usisubiri kuku mpaka aumwe, mpe kuku kama kinga ha, itamfanya aweze kuwa na afya nzuri, lakini awe na kinga bora za magonjwa. Inaimarisha kinga kwa sababu haya majani yana vitamini nyingi sana, lakini vile vile yana madini mengi ambayo yanafanya mwili wa kuku uweze kuwa imara na kinga zake ziweze kuwa imara, ili asishambuliwe na magonjwa na aweze kuwa na afya bora kabisa. Uh, sasa hizo ni faida ambazo utazipata kutoka kwenye haya majani ya mashona nguo. Endelea kunifuatilia ili ujue utatumiaje kwa kuku ili uweze kupata matokeo hayo ambayo nimekutajia na uweze kufuga bila kutumia gharama na kuku wako wakawa vizuri, wakawa hawapati maradhi, wana, wanaendelea vizuri, wanakuwa na afya bora kama ni kutaga wanataga tu vizuri, kama ni kukua wanapata uzito mkubwa. Kwa hiyo nifuatilie mpaka mwisho. Uh, lakini niwakumbushe sisi Kingo Farm tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp ambapo ada ilikuwa ni shilingi elfu tano lakini kwa sasa huduma zimeboreshwa. Kuna huduma nzuri sana, kama unataka kujiunga jiunge, utaona mwenyewe utaweza kufuga vizuri. Tumeboresha huduma, zimekaa sawa. Na sasa ada yake ni shilingi elfu nane, sio elfu tano tena, imekuwa ada shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Kwa hiyo ningependa kuwashauri mjiunge na hili kundi, ukilipia shilingi elfu nane hautojutia, utapata mafunzo mazuri na uzoefu mzuri sana kwenye ufugaji. Ah, vile vile tuna vitabu vinne, kitabu kwanza ni kitabu cha safari ya ufugaji kwa ajili ya kumlelea layers pamoja na chotara, lakini vile vile tuna vile kitabu cha pili, kitabu cha tiba za asili. Hiki ni kina tiba za asili zote za kuku. Kitabu cha tatu ni kitabu cha ufugaji wa broiler. Kama unafuga kuku aina ya broiler, basi hiki kitabu kitakusaidia sana, kwa sababu kitakupa mwongozo kuanzia day one unapompokea yule kifaranga mpaka unapomuuza una, anahitaji huduma gani, na kimezingatia sana upande wa gharama za uendeshaji, kwa sababu soko la broiler kidogo haliko vizuri. Kwa hiyo mle tume wa kienyeji wanakufa basi ukipata hiki kitabu na ukakisoma vizuri kabisa. Utajua ni wapi ulikuwa unakosea, na kama utaweza kukitumia vizuri basi utaweza kuzalisha kuku wengi sana wa kienyeji. Hata kama ulikuwa na kuku wawili watatu mmoja basi utaweza kuzalisha kuku wengi sana wa kienyeji. Tumekupa mbinu zote, formula ambazo ukiwapa kuku wako watakuwa vizuri, watataga vizuri na utapata vifaranga wengi na mbinu za kuwalea wale vifaranga ili wasife kabisa. Aa, kila kitabu gharama yake ni shilingi elfu kumi. Hivi vitabu vipo kwa muundo wa PDF ni soft copy ukihitaji unatumiwa kwa njia ya WhatsApp au kama una email utatumiwa kwenye email yako. Kila kitabu ni shilingi 10,000, kujiunga na kundi ni shilingi 8,000. Vile vile tuna formula ya kunenepesha jogoo, kwa wale wanaofuga jogoo kwa ajili ya nyama au kama unafuga vijogoo au una kuku walio dumaa, tuna hiyo formula ni shilingi 5,000 tu. Ukilipia 5,000 tunakutumia formula kwa njia ya WhatsApp, hata kama unafuga vijogoo wale wale na wakui, hii formula itawafanya waweze kukua kabisa na wakawa na afya na ukawapeleka sokoni. Ah, hizi huduma zote tunazitoa kwa njia ya WhatsApp. Kama unahitaji, chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe WhatsApp ili tuweze kukuhudumia. Uh, sasa tukimalizia na namna ya kuwapa haya majani ya ya nini ya, ya mashona nguo ni kama unataka ku, un, kuna namna mbili unaweza ukachemsha ukawapa ile chai yake. Baada ya kupoa utachemsha kwa muda wa dakika 30. Tunaamini nutrients zote na vitu vyote vitakuwa vimeshakuwa kwenye yale maji, yakishapoa utawapa kuku wako wanywe. Na namna ya pili, unaweza ukayasaga kwenye kinu au kwenye blender na ukawawekea kwenye maji yao ya kunywa wakanywa. Ah, wakifanya hivyo vyote, utakuwa umeweza kufanya vizuri kabisa yale ambayo ulikuwa umeyakusudia au zile faida ambazo zinatokana na haya majani ya mashona nguo. Lakini kwa upande wa vidonda, utachukua tu yale majani, utatoa ule mchuzi wake na ule mchuzi wake ndio utapaka kwenye kidonda, damu itakata na kile kidonda kitakauka kwa muda wa siku mbili, utakuwa umesha, kile kidonda kimesha pona kabisa na damu ilisha kauka. Lakini kama kwa upande wa kukinga, kutibu kufanyaje? Unachemsha au unatwanga kwenye kinu, kisha unawawekea kwenye maji asanteni sana, tunawakaribisha muendelee kutufuatilia Kingo fa